Chelsea, out. Chelsea Europa, yeah. Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Dimba la Michezo, kipindi ambacho kinakupa updates zote za michezo na eh, huwa tunakuwa na mchambuzi pweza eh, Martin Mwakiposa, mtu na viatu vyake mm. eh, nikukaribishe Naamini uko salama kabisa, mshukuru Mwenyezi Mungu siku yako imeanza vizuri. ah, kabisa na leo bwana tumeamka. mm. Alhamdulillahi mm. tunaliona jua, ni kupongeze mwine kwa kutupa maokoto jambo ah, muhimu sana ingawa bwana, <laughs> wanadamu sisi <laughs> wanadamu tuna nini, ah, tunanongwa sana. Kwa nini? Juzi ah, kuna mtu alipita kwenye comment pale akayaweka, baada ya matokeo naona hajazungumza chochote, nipite nimuulize shei, vipi? mm. akakaa kimya <laughs> Sawa basi, kama kawaida, leo kwenye dakika 45 e, za kimichezo tutakupa update za Simba e, Simba Sports Club ambao e, ni wiki ijayo tu wanakuwa na mechi ya kimataifa, lakini wiki hii kesho watakuwa na mchezo kati ya KMC. Kuna kuna mambo mambo mengi hapa, Martin Mwakiposa, mm, usicheke wana zuriwa kucheka. Sawa, kuna mambo mengi hapa KMC, tunaona walikuwa wameshasafiri Tupa update za kwamba wao watacheza sehemu nyingine. Yeah. Nini kimewafanya warudi hapa? Tukianzia hapo kabla kwenda kwenye mchezo. Ukiwasikiliza sababu zao kwa wao walivyokaa na kuweza kuzungumza kwa mm -hmm. Inawezekana kuna ii na maana kubwa mm -hmm. Amesema Ma kwanza issue ya Simba kuwakilisha katika mashindano ya kimataifa. Inawahusu nini KMC? Wao wamehisi kutokuwa na fatiki kutoka Tabora, fatiki ya KMC au ya nani? Najibu waicho uzungumza KMC. Mm. Yani KMC ndo majibu waliotoa. Ndio. Lakini wamesema kwa kwa faida ya taifa Simba anakwenda kuwakilisha katika mashindano ya kimataifa. Which eh, mimi kwangu hakuna hata sababu moja ya msingi hapo. Sababu ipo? Hakuna hata sababu moja ya msingi. Walipeleka mechi kule kufanya nini? Sasa iko hivi. Kuhusu mechi no way out. Nilimsikiliza msemaji wa KMC. Alisema walikuwa na mechi baada ya Simba. Mm. Kanda ile ile. Kwa hiyo wakapiga hesabu wacheze hapa, wasafiri kule, mm. Kipi bora? Wakagundua waka kwamba ni bora wacheze kule, na mechi inayofuata ni rahisi kwenda pale, itakuwa rahisi mm. Sijui mnaelewa, lakini kwa reason wanazotupa, kwa sababu ya Simba uh, kwamba sijui umbali, sijui nini mm. Simba kwa mara ya mwisho kutembea na basi, sikumbuki lini. Mm. na basi basi, sikumbuki sikumbuki lini lini usafiri Simba Simba. Kwa hiyo walikuwa wanaweza kuchukua flight siku mbili kabla ya mechi wakaenda wakacheza mechi then baada ya mechi kuisha wakarudi Dar es Salaam, mechi za mwisho za msimu hizo. Kuna tofauti mm, mtu anayetembea na gari distance ya kutoka hapa mpaka Tabora, na kuna tofauti mtu anayekuwa flight, yani ni vitu vitu mm -hmm. Tofauti uchovu utakuwepo, lakini sio mkubwa kama sio mkubwa. ule ambao mtu anayesafiri yeah. na basi mm, kwa hizo ni ya kusema kimataifa, well naweza well, nikaelewa ni swala la like, kitaifa hili yes. hilo naweza nikaelewa mm. lakini sababu aliyoitoa kwa sababu wao fatiki ya wao wana majukumu ya, hmm? So, ya kimataifa zaidi ambayo, eh, ni suala la kitaifa. Mheshimiwa Rais uh, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameshawapa ndege tayari eh, kupitia Wizara ya Michezo ndege tayari ya kupeleka Simba Sports Club ipo, lakini pia wana guarantee eh, ya kuzileta aidha medali medali ni guarantee Tayari, wafungwe wasifungwe hmm, ambazo ni ishara nzuri kwa taifa, lakini pia wana probability ya asilimia hamsini mpaka sasa ya kuleta kombe lile nyumbani. By the way, umemzungumzia Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hmm, itoe pongezi kubwa sana kwake. Ni miongoni mwa wananchi nambari moja ambaye amekuwa mfano wa kuigwa katika nyanja zote za kimichezo. Mm. Na tumeona akifanya kazi kubwa sana mm, mimi nimpongeze sana kuanzia ishu ya goli na mama tumemwona, mm, tumemwona Gerson Msigwa akiwa anatembea na zile hela, lakini bila kumsahau naibu waziri Amisi Mwinjuma mm, naye ni miongoni mwa watu ambao sana kwenye mm, michezo mm, lakini niendelee kumshukuru mama kwa maana ya amekuwa bega kwa bega kwenye timu zetu za taifa e, zote za wanaume na wanawake, lakini haitoshi mm, ni mtu ambaye anagawa nafasi napotokea nafasi kwa timu za taifa, lakini ya mwisho tumeona ametoa ndege kwa ajili ya kuisafirisha Simba, alishafanya kwa Yanga. kwa hiyo mm, unaona ni serikali ambayo inasikiliza mm. na kufuatilia katika engo zote mm. e, za kimichezo. Kwa hiyo nimpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan mm. kwa kazi kubwa anayoifanya. Basi inshallah Mwenyezi mm. Mungu ampe maisha marefu sana. Sawa, sasa tumeshapiga porojo za nje ya uwanja, turudi uwanjani sasa. Martin Mwakiposa kesho ambapo Kinondoni Municipal Club KMC wao wanaenda kukutana na Simba Sports Club. E, tutategemea mchezo wa aina gani ambao utaufeva KMC aliyeko nyumbani au utafeva Simba Sports Club e, e, ambaye amba atakuwa mgeni wa mechi hiyo. Ni mechi muhimu kwa Simba kwa maana ya mm. bado yuko kwenye miez ya kinyang'anyiro cha ubingwa dhidi mm. ya Young African. Mm. na ni mechi muhimu kwake kwa, kwa maana ya mm atazidi kuweka morali kuelekea kushindana katika hii ubingwa mm. Lakini ukiangalia sofa mpaka sasa hivi Simba mwalimu mm. amekuwa ana, anajaribu kubadilisha kikosi, wapa nafasi wachezaji tofauti tofauti mm. ee, ukiangalia mechi ya Mashujaa tuliweza kuona mwalimu akagawa nafasi ee, tukaona mechi dhidi ya hawa vijana kutoka Pamba, mwalimu mm. anajaribu kubadilisha mm. wachezaji kuweza kuona kila mchezaji anapata nafasi ili kuweka Uh, mwili wake sawa. Kwa hiyo mm. nafikiri kwa Simba hiki kitaendelea kuweza kuona mabadiliko ya wachezaji ndani ya kikosi mm, na naona mwalimu atajaribu kuwapa nafasi sana wale ambao pengine hawachezi mara kwa mara kuelekea katika mchezo dhidi ya KMC mm. Kuna maeneo sioni kama atafanya mabadiliko makubwa sana mm, kwa maana ya kuhitaji, uh, matokeo matokeo. Kwa mfano eneo la goalkeeping, siwezi kuona mwalimu akifanya mabadiliko mm, uh, kushoto na kulia, kwa sababu ana mechi tayari next mm. week anaweza kufanya mabadiliko aa kucheza kwa hiyo, kuna maeneo ili kuweza kujiandaa na safari yao kuelekea huko. Labda nikuulize kabla tujenda mbali Tanzania siwezi si kumsemea moja kwa moja kwa sababu hatujamuona akisimama kwenye milingoti mitatu kwa kipindi kirefu mm. Ningemuona angesimama kwenye milingoti mitatu mm, ningekuwa na la kumzungumzia, lakini sasa hizi mm, nitakuwa napiga ramli tu kwenda kumwagua alishaondoka Simba, na hata ukiangalia pale kuna magolikipa watatu mm. umuoni pale, Ayubu ameondoka lini, alikuwa na injury, wewe kwenye lile benchi ulimuona mm. pale, lakini anatakiwa awepo Tanzania, anatakiwa awe mchezaji wa Simba. Mpaka sasa mi nazungumza kwa scenario ambayo naiona, jibu lako na kujibu kwa scenario ambayo mm. toka nimeanza kuwafuatilia Simba msimu huu sijamuona kwenye benchi, kwa maana kwamba hayupo kwenye benchi la Simba. Unamwona Alisalim unamwona huyu kipa aliyotoka Tanzania Prison, kama niko sawa sawa, alafu namwona na pipi. Kama hawa magolikipa watatu ndio walio, kwa nini hawa wawili hawaonekani? Umezungumza issue ya, ya injury ya Ayubu, sio Aishi Salum Manula. Aishi, klabu ya Simba haijatupa majibu hmm, ya kusema kwa nini haonekani. Unahisi kwa nini hawatoi majibu sahihi kuhusu wachezaji? Sasa tusilazimishe kutoa majibu. Kwa nini hawaonekani? Issue ya kwanza, wamesema wamepata injury ambayo kimsingi zaidi umeijibia kama klabu ilivyotoa tamko lakini ishu ya Manula ni ngumu kwa sababu hatujasikia klabu ikiweza kutoa tamko. Kwa hiyo nafikiri tusubirie klabu iweze kutoa tamko, nini ambacho kinamkuta. By the way, nikukumbushe kuna mecha Aisha Hudaka Aishi Manula. Akiwa ndani ya Simba hivi, kuna muda anaonekana, kuna muda anaonekana. Kwa hiyo ukisema moja kwa moja kwa nini, nitakuwa naijibia klabu ya Simba ambayo technically unahisi Aishi Manula ameshuka kiasi hicho kilicho kutokea ni mechi ya goli tano baada ya mechi ya goli tano ndio pale, story ya ishi, ya ishi ya pale. Okay, al, aishi aishia pale. Ukimsimamisha Aishi Manura na Ali Salim wewe, Martin Mwakiposa, sasa nikwambie kitu ambacho watu nabidi wafahamu kwa sasa hivi, Ali Salim atakuwa bora kwa sababu amepata nafasi na, hmm, na ameonyesha uwezo umenelewa. Kuna pasti na kuna fyuture, hivi vitu vili tofauti hmm. Ukizungumza pasti utaondoka na Aishi Manula mm. Ukizungumza future mm, basi Ali utaondoka naye kwa sababu mm, tayari kwa kipindi ambacho amepata nafasi ndani ya klabu ya Simba ameonyesha uwezo mkubwa sana mm. Na ndio maana hata kwenye timu ya taifa kuna kipindi ndio alikuwa golikipa namba moja mm. Kwa hiyo hawa wote walio kumpa nafasi si wajinga, walikuwa naona uwezo wake. Unataka kuniambia mwalimu wa timu ya taifa alikuwa muone Aishi Manula, angeenda na historia, angemchukua Aishi. Lakini kama anataka future mm, maana yake Ali bado anaonekana kuwa na future nzuri Hmm. Yes. Sawa. E, KMC pointi uh, 30 e, wako juu chini uh, juu ya Fountain Gate ambaye ana pointi 29. Lakini KMC leo anacheza mchezo wa 27. Wanabakiwa na michezo mitatu e, kwa mujibu wa michezo ambayo tunacheza. Yuko nafasi moja kama sio mbili tu kucheza playoff kama e, atapoteza leo. Of course ni kwanza wamemfukuza mwalimu. Ngonga, mm. E, nae, eh, na ngonga ngonga. Mm. Eh, taarifa inasema anaachana naye na aliyekuwa kocha msaidizi ndio amekabidhiwa timu. Mm. Kwa hiyo mara nyingi tunaona haya makocha ambao wanakuwa na kaimu kwa muda eh, wanataka kuonesha kwamba wao ni bora na pengine mm, waweze kupata nafasi ya kuweza kuitumikia klabu. Kwa hiyo mm, naamini ni mchezo ambao utakuwa mzuri, mchezo ambao atahitaji kupata matokeo kwa maana kesho anacheza dhidi ya Simba. Umezungumzia sehemu aliyopo, sio sehemu salama. Na hii ndio itakayopelekea kuweza kuona mechi kwa ngumu. Maana yake akipoteza ya atazidi kushuka chini na hatimaye kuingia kwenye ile line ya kuza play-off. Na tunafahamu masuala ya play-off. Mm. Unaweza ukashinda au usishinde. Mm. Na itakuwa aibu kwa timu kama KMC yenye uwanja hapo mm. eh, mwenye ikashuka. Ikashuka maana yake uwanja atakabidhi vilabu vile viwili vikongwe, mm, Simba na Yanga kuwa katika alizii. Kwa hiyo sasa na uona ni mchezo ambao KMC atahitaji matokeo ni mchezo ambao utakuwa mgumu in general kwa sababu ya nafasi walizopo Simba pamoja na KMC. Mmoja anataka kuendeleza wigo wa kupata nafasi hmm. aa, ya kuendelea kukimbilia ku, ubingwa ubingwa, lakini huyu mwingine anataka kujinasua kwenda kucheza playoff. Kwa hiyo hii ndio itakayopelekea kuona mechi kwa, kwa ngumu. Nilisoma ujumbe moja katika ile taarifa ya ya kufukuzwa eh, kwa Kalimngonga, uh, Ongala kuna tuseme ni wanamitandao, mwanamitandao mmoja alisema Kari Mangonga yuko straight forward, hapendi kona kona kona, na ndiyo maana ameondolewa. Lina ukweli kiasi gani hili ukilisikia kutoka kwa wanamitandao? Mimi sizungumzi kuhusiana na mitandao, mimi Kari Mangonga namfahamu vizuri tu na nazungumzia ya maisha yake nje ya uwanja, ni kweli amenyoka sasa. hmm. mipira yetu imekuwa na siasa nyingi sana si na pengine hii ndo naona kuto walimu wengi wanafeli. Tuliona Tabora walituambia kocha ameenda kusoma mm, eh kusoma na taarifa zikaja ameondoka, sio nini? Ukiwa kusikiliza walimu wengi wakiondoka hapa, kuna namna vile ambavyo wanazungumza kuhusiana na ligi yetu pamoja na timu wanazofundisha. mm. Yes, mm. mm. kwa hiyo wao zimezalisha zungumza mara nyingi yes, inawezekana ikawa kweli, inawezekana isiwe kweli, kwa sababu hatuna shua ya kwa maana nani ni mkweli kati yao wawili. mm. Sisi tunachukua tu ripoti ambayo imetolewa, kwa hiyo nafikiri mm. tubakie hapo Tuheshimu kile ambacho kimezungumzwa. Maxime alishawahi kuongea pia. Of course, ndio maana nakwambia iawezekana kweli. Mm. Alichosema iko very serious katika lile, lakini unajaribu kwa kuangalia walioambiwa wamejibu nini. Sielewa. Hmm. Kwa hiyo tubakie humo kwenye zile kauli ambazo wao wanatuambia. Mm. Lakini mpira wetu tunaofahamu, yani mpira wa Tanzania tunaofahamu jinsi ulivyo. Na mifano mingine tunayo hapa. Mpaka mm. e, leo kuna watu wanatambiana tu. Huyu anasema mi nakuja mimi huyu mimi siji, mm. e, mimi wewe, nina, na mimi, shirikisho lipo limesimama tu, shirikisho limekaa. Huyu anasema hivi huyu anasema mwingine anasema mimi yote talenta na kucheza nimealikwa Rwanda. Mwingine tutaona kauli ya mheshimiwa mbunge e, wa Geita, Mheshimiwa Msukuma alisema angetamani bodi ya ligi isiyo attached na TFF. Tumeiona hiyo kwa wenzetu huko Ulaya hata makocha wanakuwa marefari, kumradhi, wanakuwa na kampuni binafsi, hawasimamiwi na bodi ya ligi. Sisi kwetu kila kitu kinapita TFF. Kauli ya Msukuma wewe, iliibua hisia gani kwako? Unajua hapa kuna vitu viwili, hmm, ambavyo iko hivi. TFF ndo msimamizi wa kila kitu, sawa, mpaka bodi ya ligi, hmm, baba yao ni TFF. Ndio maana oh. unapoona ishu zote za mikataba oh. ile mikubwa aliyestahili kwenda kuseni kusaini kwa mtazamo wangu oh. ni bodi ya ligi why yeye ndo msimamizi wa mpira oh. si mnaelewa? Nilitamani bodi ya ligi wao ndio waende uweka signature kuna ile mikataba mikubwa kwa sababu yeye ndiyo msimamizi, lakini inakuwa vice versa bodi ya ligi haendi kusaini ile mikataba mikubwa, hmm. Anayekwenda kusaini ni TFF hmm. ambaye ndio msimamizi wa mpira wetu wa Tanzania hmm. sio sasa. Hii inapelekea maswali mengi sana kwa wadau wa mpira. Sasa sisi imekuwa tofauti na baadhi ya mataifa wenzetu, wana utaratibu tofauti. Hapa inachozungumzwa na nilichomuelewa Msukuma hmm. anataka bodi ya ligi iwe tume huru hmm iwe na jitegemea, iwe na authority yake, kwa maana ya wanapotaka kuamua kitu, basi waamue kwa mujibu kama wao, wao. Kama wao sasa inakuwa ngumu kwa sababu TFF naye yuko pale, kwa hiyo tunaamini kama bodi ya ligi ikiwa huru hmm. Maana yake itakuwa na mamlaka ya kuamua kile ambacho inakihitaji, na ndio hicho ambacho Msukuma hmm. amezungumza. Yawezekana bodi ya ligi ingekuwa huru huu mkanganyiko kuelekeana si utalee ngapi si utalee ngapi hmm. usingekuwa mkubwa hivi hmm. kwa sababu bodi ya ligi ingekuwa na meno, ingeweza kutoa majibu, lakini mwisho wa siku hmm. hawana meno hayo hmm. bado TFF wako pale. Lakini issue ya marefali hmm. na wenyewe of course, wenzetu wamekuwa na watu binafsi eh, kampuni ndizo ambazo zinakuwa zinasimamia hiki kitu hmm. kwa hiyo huwezi kusikia hizi stori na milorongo hivi, na ndio maana ikitokea hali ya sitofahamu kwa waamuzi wamekosea hmm. Basi kile chama husika kinakuja na kuweza kutoa adhabu kwa waamuzi wa, wa. Kwa hiyo nafikiri Msukuma alikuwa sahihi katika hilo hmm, yeah. hmm. ah, tunakwenda Martin Mwakiposa kwenye pointi tatu, ambapo hapa tunaangalia ligi mbalimbali mbali. lakini tukisema eh, tuangazie Ufaransa kule ligi ishaisha isha. hakuna ubishi sawa hata England imeisha. lakini eh, nilitamani utuambie leo jambo moja, kuna mkanganyiko fulani hapa kwenye EPL. Kitoa ile nafasi ya kwanza, nafasi ya pili mpaka nafasi ya sita. E, hapa nazungumzia wale ambao watacheza UEFA msimu ujao, lakini na ambaye atacheza Europa msimu ujao. Hapo kwanza mtoe mtu mmoja, umeona mm. Kwanza nafasi ya kwanza mpaka ya tano mm. Kuna mtu tabidi aondoke, kwa sababu timu za Uingereza zinaingia fainali, ndio maana mene... nasema sasa, kuna mkanganyiko bado mm. Chelsea naye anacheza, ngoja nikutajie. sawa Ah, okay. Anacheza. mm. mm. Sasa hapa kuna Manchester City pointi sitini na nne, Newcastle pointi sitini na tatu, Arsenal pointi sitini na saba naye anahusika kwenye hili, kwa sababu bado michezo mitatu mi Manchester City, akicheza. Hawa wanacheza mechi 38, si ndio? Eh. Na Manchester City e, amebakiza yeah, e, michezo mitatu. Akicheza leo inabaki mi... miwili yes, naye ana na michezo mitatu bado e, lakini tuangazie kwenye e, upande wa point kwa sababu wote wamebakiza michezo mitatu mitatu. e. e. Arsenal ana point 67. Mm. Manchester City ana point 64. E, Newcastle ana pointi sitini na tatu. Chelsea ana pointi sitini na tatu. Eh, Nottingham Forest ana pointi sitini na moja wote, na Aston Villa pia ana pointi sitini. Wote wanaweza wakapambana, waka, waka hapa yoyote akawa popote, lakini kuna timu mbili ambazo e, eh, ziko uropa huko final na hazipo kabisa kwenye top six. Uh, Manchester United na Tottenham. Sasa huko tuseme, let's assume timu moja, unahisi hapa Uh, tukisema unitajie timu tano zitakazo kwenda UEFA na timu moja itakayokwenda kwenda Uropa unaweza ukanitajia. Ya kwanza Liverpool, tayari. Arsenal anacheza UEFA kwa sababu wamesalia mechi tatu wote wamesalia na mechi e, tatu Arsenal atacheza pia, anza kesho eh. Arsenal akifanya masiara atacheza Europa. <laughs> Aya, tuangazie Arsenal, amebakiwa na Newcastle, Liverpool, si game na nani nyingine, na ukiangalia Liverpool amemaliza, inaweza ikawa so big store kwake mm. Game na Newcastle ambaye anataka kuingia mm, nafasi ya ngapi ya pili kushiriki UEFA uh, yeah, ya tatu mm, kwa hiyo hii game kwake ngumu, ili Arsenal we salama Hmm. Nabidi mechi ya Liverpool ashinde hmm. mechi mbili ashinde moja, akipoteza au mbaya hmm. e, salama mechi mbili izobaki ashinde, kwa sababu Arsenal atacheza na Newcastle, atacheza na Liverpool ambayo ni kesho, lakini atamalizia na Southampton akiwa ugenini. Hiyo hapo unaweza kusema anaweza kwenda kushinda hizo mechi mbili ake. Ni Sawa, umempa en kwa hiyo tuna ivool tuna Plus Man City. Una uhakika naye atacheza UEFA? Exactly, Sawa. Watatu. Mm-hmm. Namba 4 yoyote atakayechukua UEFA kule. Sawa. Hiyo nafasi ipo wazi. Eh. Si ndo wanne hao? Eh. Eh. Bado mmoja. Bado mmoja. Eh. Iko nani nani hapo Aston Villa? Eh, kuna Newcastle hujamtaja. Umetaja Man City, Arsenal, uh, Liverpool. Liverpool. Si ndio? na yoyote atakayetoka Uropa kwenye yeah, final. Haya, waliobakia Newcastle, Chelsea, Nottingham Forest, Aston Villa. Tutajia pointi zao. Haya, Newcastle sitini na tatu point, Chelsea sitini na tatu point, eh, Nottingham sitini na moja point yeah, na Aston Villa sitini point hao, utategemea mechi zao mpaka za mwisho. Newcastle anaingia, ndio maana ya ubashiri. Nataka wawili, ubashiri hapo. Newcastle anaingia yes. Sawa, kwa hiyo tuna Liverpool, tuna Arsenal, tuna man City, tuna yoyote kati ya Tottenham na manchester United after na Newcastle after na Newcastle. Chelsea out Europa, atacheza Europa. Sawa samani sa ngoma, eh sawa basi eh, leo kuna mechi nyingi, na tukimaliza hapa tutaenda kwenye ubashiri eh, ambao unaletwa kwako na Martin Mwakiposa. mm -hmm. Ila kwa sasa nahisi tumemaliza E, tusisahau tu kuambia wapenzi wetu waendelee kusubscribe kwenye mitandao ya kijamii e, Facebook, Instagram na e, TikTok, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Magrupu yanaendelea kujaa, la kwanza lilishamalizika, la pili linaelekea linaenda lineeleke vizuri. Martin Mkiposa yes, yes, yes. Ya, kwa hiyo kama unataka kodi zile lakini pia na screenshots, ongea na Martin Mkiposa atakuweka kwenye hilo grupu. Eh, hili ni Dimba la Michezo, bila kusahau udhamini wa maskani safi, sehemu inayotufanya tuonekane kila wakati. Ulikuwa nami Victor Livingstone na mchambuzi Pweza Martin mm. Mwakiposa <laughs>